Nikamsikia nikamsikia mwanaharakati mmoja huko gaibuni anasema, huyu atakuwa huyu ndo atakayekuwa waziri mkuu wa muda mfupi zaidi. Sawa, hata niwe waziri mkuu wa wiki moja, kwenye wiki hiyo, kwenye wiki hiyo sitaruhusu watanzania waishi, iwe nchi ya mabwana na watwana Katika muda huo huo sitaruhusu Watanzania wawe na madaraja, kuwe nchi yenye mabwana na watwana, kwamba kuna sheria imetungwa ya, ya kuwalinda wadaraja la juu na kuwatweza wadaraja la chini, kwamba akikosea wa daraja la chini anaadhibiwa pale pale, akikosea wadaraja la juu anapita ana, analindwa Sasa hilo ni la kuandika nalo, kwamba atakuwa muda mfupi zaidi. Nitawasemea wale wa, wa, wa daraja la chini, kwa sababu hata nikitoka, si ndo nitakaoishi nao. Hata nikitoka, si ndo nitakaoishi nao. Hata nikifa, si ndo watakao watakaonizika. Nyie mliwahi kuona kaburi linajengwa na watu waliovaa walio suti? Mliwahi kuona kaburi linachimbwa na, na waliovaa suti? Lazimalazima, lazima, kila Mtanzania lazima kila Mtanzania apewe heshima ya kuona hii nchi ni yake. Kwa Mheshimiwa Waziri, kaa na, na wadau wote hili jambo litekelezwe. Kama tunaona hizo sheria tulizoziweka hazitekelezeki, tuzibadilishe ili Watanzania wote wanufaike nazo.